Uh, tarehe kumi na ngapi? Tarehe kumi na saba ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano dhamana kubwa alayopewa ya kuhakikisha kwamba tunapata chakula cha kihabari. Fausa salakana mkalimani wa lugha alama. Mimi ni Haris Kapiga, karibu sana. Mada leo inaanzia Dodoma ambapo Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amezindua sera mpya ya ardhi ya mwaka 1995 toleo la mwaka 2023 la kuagiza kuanzishwa kwa Kamisheni ya ardhi itakayokuwa ikitoa huduma zote katika eneo moja ili tukuweza kuhakikisha kwamba upatikanaji wa hati na kuondoa migogoro. Rada imempa kibali mmoja Shafi kuja na undani wa taarifa hii iliyoandaliwa na Sharifa Mdeme. Akizindua sera hiyo jijini Dodoma, Rais wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan amesema pamoja na kuanzishwa kwa kamisheni hiyo, Wizara ya ardhi na Tamisemi zinapaswa kusimamia watumishi wa sekta ya ardhi nchini ili utekelezaji wa sera hiyo uweze kuondoa migogoro ya ardhi ambayo imekuwa ikiendelea kutokea. Amesema lengo la mabadiliko hayo ni kufanya mageuzi makubwa katika sekta hiyo ikiwemo kuweka usawa kwa wanawake kumiliki ardhi kutokana na watumishi hao kuwa na taswira mbaya mbele ya wananchi ikiwemo ile ya kudhulumu haki za wananchi kwenye ardhi, upimaji, usajili, usimamizi wa ardhi na utoaji wa hati. Nadhani inawezekana kuwa pamoja na hili litawezekana, kama kama mtakuwa na kitu kinaitwa kamisheni ya ardhi nimeona ndani ya wizara mna makamishna na mna kamishina mkuu wa ardhi lakini hakuna kamishna bila kuwa na kamisheni. Sasa wewe una mkomisheni nani? Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratus Ndejembe amesema sera ya ardhi ambayo imebadilishwa ilikuwa na mambo mengi ambayo hayaendani na wakati uliopo. Ilikuwa katika sera yetu ya ardhi, Mheshimiwa Rais, inasema kwamba ardhi itamilikishwa kwa, kwa mwanamke kwa kuzingatia mila na desturi zetu. Katika mapitio ambayo tumeenda kuyafanya, Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako wewe, ni kwenda kuangalia maeneo mbalimbali ambayo leo hii kwa dunia ya sasa hayako practical tena. Hivi hey, tunavyozungumza Wizara yetu tayari tumeshazindua mpango mkakati ambao ndani yake kuna sera lakini kuna na mfumo wa kielektroniki ambao huo utaweza kwenda kusajili na kupanga maeneo yetu yote ya ardhi. Naye Naibu Spika wa Bunge Musa Zungu amewaomba watendaji wa wizara hizo kujua kuwa ardhi ni uchumi mkubwa kwa wananchi pamoja na wakulima na mifugo na haki za Watanzania kwenye ardhi zisimamiwe vizuri kwenye sera hii. Rada sasa inatua mkoani Geita. Askofu wa jimbo Katoliki la Rulenge Ngara, Mhashamu Baba Askofu Severine Niwemugizi ameongoza misa takatifu ya kumwombea rais wa awamu ya tano hayati Daktari John Pombe Magufuli huku akiwataka Watanzania kuendelea kuenzi mema ya hayati JPM. Emmanuel Ibrahim amehudhuria ya misa hiyo takatifu na kuja na undani wa taarifa ifuatayo. Adhimisho hili pia lina lengo la kumwombea John Pombe Magufuli msamaha wa dhana Misa hiyo takatifu imefanyika katika kanisa la parokia ya mtakatifu Yohana Maria Muzei Mlimani, wilaya Chato, mkoa wa Geita, ambapo pamoja na mambo mengine Mhashamu Baba Askofu Severine Niwemugizi akamweleza hayati Magufuli na mambo ambayo hakuyapenda JPM. Wale mlio katika ofisi za umma mnajua, walipokuwepo livyokuwa mnakimbia kimbia, kimbia, jasho liliwatoka, sawa? Nitaka nidhamu katika kazi, kuwajibika Hakuna mama, wote walijua, hata mtoto alijua. Aisee, maguguli akikukuta una hali mbaya. Ngozi mbalimbali, akiwemo waziri wa nchi ofisi ya wa waziri mkuu, bunge, sera na uratibu, William Lukuvi, na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Innocent Bashungwa, John Mongera, naibu katibu mkuu CCM Tanzania Bara, wamehudhuria misa hii takatifu. Na hapa, waziri Lukuvi akimwakilisha rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, anasema Baadhi ya wananchi walioshiriki misa hii takatifu ya kumwombea hayati Magufuli ikiwa ni miaka minne sasa tangu taifa lilipompoteza kiongozi huyo. Ni yeye aliyekuja kuongea ya kwamba wachimbaji wadogo watakapokutwa kwenye leseni ya mtu basi wasifukuzwe, bali wapangwe ili yule mwenye leseni aweze kuchukua zile stahiki zake pamoja na serikali. Nimetengeneza t-shirt inaitwa Mwana wa Afrika Tutakuishi, ambayo nimeweka picha ya hayati Dkt. John Joseph Magufuli ni na amani ya bara la Afrika. Pia ninampongeza Rais Samia Suluhu Hasani kwa kazi anazoendelea nazo na hususan katika kauli yake ya hapa kazi iendelee. Kutoka Chato mkoani Geita, Emanuel Ibrahim na hii ni Clouds TV. Baada ya kutoka Geita, sasa na rejea jijini Dar es Salaam. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar pamoja na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimesema kwamba zinaendelea kutekeleza miradi ya upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi wake, kupitia miradi yake ya kimkakati. Kwa hisani ya rada, huyu ni Rajab Chwaya, anakuja na undani wa taarifa hii. Tanzania ni miongoni mwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ambayo inatekeleza miradi mbalimbali mbali ya maendeleo ikiwemo ya upatikanaji wa maji kwa kufuata mwongozo wa sera ya jumuiya ya Umoja wa Afrika AU. Akiwa kwenye mkutano unaowakutanisha wadau wa maendeleo wa jumuiya ya kimataifa na kitaifa unaojadili programu ya maendeleo ya sekta ya maji awamu ya tatu WSDP 3 nchini, katibu mkuu kiongozi na katibu wa baraza la mapinduzi Mhandisi Zena Ahmed Said amesema hivi sasa serikali zote mbili zinaendelea kutekeleza miradi ya maji ili kutimiza uwepo wa maendeleo endelevu. Kupitia hapa na umoja wa mkutano huu tunatarajia tuna kwamba tutapata mapendekezo ambayo yatasaidia kwenda kutatua haya yaliyobaki, kumalizia hii program, lakini pia kuleta mapendekezo ya program nyingine gani ifanyike katika kuhakikisha kwamba swala so, la maji linakuwa linamfikia kila mwananchi eh, kama inavyotakiwa katika dira yetu ya maendeleo. Mhandisi Mwajuma Waziri ni Katibu Mkuu wa Wizara ya Maji akielezea mkutano huo pamoja na mambo mengine, akabainisha malengo ya utekelezaji wa mradi wa WSDP 3. Swala la maji kwa ukiangalia Tanzania, sisi tunazungumzia access to water in terms of percentage, lakini wenzetu pia huko bara la Afrika au maeneo mengine, na wenyewe hali ya upatikanaji wa maji inaendelea hawazungumzie in terms of percentage kama sisi tunavyojiwekea target, lakini na wenyewe wanazungumzia meini duniani. Tukirejea jijini Dar es Salaam uh, tena hapa inakuwa ni nzuri ya kusema kwamba serikali ya Ireland imeonyesha kuguswa na uvumbuzi wa nishati safi uliofanywa na wanafunzi wa Kitanzania kutoka taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam DIT, na uvumbuzi huo unatarajiwa kuleta mapinduzi katika suala la nishati hapa nchini. Kwa undani wa taarifa hii, huyu hapa ni Pile Mohamed, karibu. Ni ziara ya waziri wa mambo ya nje na biashara wa Ireland anayeshughulikia ushirikiano wa kimataifa na diaspora katika taasisi ya teknolojia Dar es Salaam DIT mara baada ya kutua katika taasisi hiyo na kukagua mradi wa matumizi ya nishati unaosimamiwa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, waziri huyo amesema hatua hiyo inaonyesha uwezo mkubwa wa vijana katika kusuluhisha changamoto za nishati kwa kutumia mbinu za kisasa na endelevu. Akiwa ameambatana naye, waziri wa elimu sayansi na teknolojia profesa Adolf Mkenda ameeleza kuwa uvumbuzi huo uliofanywa na vijana wa kitanzania ni hatua muhimu kwa maendeleo ya teknolojia na ustawi wa sekta ya nishati nchini. Marabara ile inasaidia matumizi bora ya nishati kutumia nishati kidogo, lakini kupata nishati nyingi, kutumia matirio kidogo na kupata nishati nyingi, kuokoa nishati ambayo inapotea bure. Kwa upande wake mwakilishi wa UNDP Shegeki Komastubara ameahidi kuendelea kutoa ufadhili wa masomo kwa makundi ya wanawake kati ya kumi hadi 35 ili kusomea shahada ya uzamili katika ufanisi wa nishati. Ireland wamekuwa wakileta mabadiliko ya kweli kwa Tanzania na kuifanya nchi kuwa imara zaidi kiuchumi. Nasi tunatoa ufadhili wa masomo wanawake, kwa makundi ya wanawake kuanzia kumi hadi 35 kuhakikisha wanafanya vizuri zaidi katika ngazi ya shahada ya uzamili kwenye ufanisi wa nishati. Katika hizi training zimetusaidia sisi kujua namna ya kufanya ukaguzi wa matumizi ya nishati. Katika ukaguzi wa matumizi ya nishati itatusaidia kujua ni sehemu gani ambapo kuna matumizi makubwa na njia gani tutumie kwa ajili ya kupunguza matumizi haya. Tukiuangazia uh, mkoa wa Arusha, watoto wa kike na wakiume katika halmashauri ya wilaya ya Monduli mkoani Arusha wametajwa kukosa haki ya msingi ya kupata elimu, na hii kutokana na jamii ya wilayani humo kuwaonyesha wakiwa na umri mdogo, kuwaozesha wakiwa na umri mdogo, huku wakiume wakipewa jukumu la kuchunga mifugo. Juma Muhammad alitembelea wilayani humo, amepewa kibali na rada ili atujuze undani wa taarifa hii. Moja ya haki za msingi kwa mtoto ni haki ya kupata elimu, lakini upatikanaji wa haki hii kwa watoto kwenye jamii ya Kimasai katika halmashauri ya wilaya ya Monduli mkoani Arusha imekuwa ngumu baadhi ya watendaji wa kata wa halmashauri hii wakiwa kwenye mafunzo ya uraia na utawala bora kutoka wizara ya katiba na sheria wanaeleza namna wanavyokabiliana na changamoto hiyo kwenye kata zao. Sisi wanafanya labda maybe kama mtaji sasa akipokea ngombe kumi ishirini anaona ni bora lakini unakuta huyo wa mtoto pia anaenda kumozesha kwa mwanaume ambaye tayari ana wanawake zaidi ya watatu wanne halafu mtoto mdogo labda wa miaka kumi na tano kwenye jamii ya kimasai wao kipaumbele cha mtoto wa kike kusoma sio kwao kipaumbele

Changamoto, mila potofu. Je, halmashauri ya wilaya ya Monduli inachukua hatua gani katika kushughulikia changamoto hii? Hapa ofisa ustawi wa jamii wa halmashauri hiyo, Konstantino Rahi anaeleza. Kamati hizi zipo na tumeendelea kuziimarisha na zinafanya majukumu yao ya kuhakikisha kwamba zile haki ya mtoto, haki ya elimu na haki zingine ambazo zimejumuishwa kwenye sheria ya mtoto zinapatikana kwa maana ya wanaweza kwenda shule. Yohana Mcharo ni mkufunzi kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora ambaye amewasilisha mada ya haki za binadamu na wajibu, anaeleza umuhimu wa haki ya kupata elimu kwa watoto. Haki hii ya msingi ya elimu ni jambo la msingi sana katika haki za binadamu. Tunaposema haki ya elimu ni, ni, ni kiini cha maendeleo katika mambo mengi haki hii ya msingi inapopuuzwa, wakati mwingine, inaweza ikasababisha jamii ikawa na idadi kubwa ya watu wajinga. Mimi naitwa Juma Mohamed na hii ni Clouds. Kwingineko, jumla ya mama lishe mia tatu wamepewa mitaji ya nzia na jumuishi kutoka Taasisi ya Tanzania Communities Rise Foundation TCRF, na hii ikilenga kuimarisha mitaji ya mama lishe na kuweza kuongeza thamani ya bidhaa za vyakula. Abel Mponela yeye ameshuhudia uwezeshaji huo na ametuandalia taarifa ifuatayo. Taasisi ya TCRF inaungana na asasi zingine za kiraia hapa jijini Dar es Salaam kuwapa tafu malkia hawa wa nguvu wenye dhamira ya kwenda duniani kuvuna mafanikio ya kazi za mikono yao. Pamoja na kutoa mitaji hiyo, TCRF imeendesha karakana ya mafunzo ya ujasiriamali ikiwemo mbinu za kukuza mitaji, kuimarisha biashara, kuongeza thamani ya bidhaa na kujenga mahusiano ya kibiashara na taasisi za fedha. Silas Daudi, kaimu mkurugenzi msaidizi wa ukuzaji na ujuzi kutoka ofisi ya Waziri Mkuu ametoa rai kwa mama lishe hawa kuongeza ujuzi kupitia vyuo vya VETA na kufanya sekta hii kuwa rasmi. Amesema kwa kwamba ofisi ina hizo fursa, kwa hiyo mama lishe mama lishe na wakaribisha kuziona hizo fursa ili ziweze kuwasaidia katika masuala yao, na pia uh, itakuwa ni njia ya kuboresha ya kuboresha kila mnachokifanya. Mkurugenzi Mkuu wa TCRF Sara Ngoma amesema kundi hilo tayari wameshakidhi vigezo vya kupewa mikopo ya Mama Samia na tayari limeunganishwa na taasisi zingine za fedha kwa ajili ya mikopo. Tumewalea lile kundi la kwanza na tayari tumeweza kuwapambania na kuwaelekeza namna gani wanaweza kufika halmashauri na sasa tayari wako registered wanaenda kupata mikopo ya Mama Samia wanavotusaidia hivi kutupa michele kutupa sukari yani, kutupa vyakula kwa ujumla, yani wanatusaidia mitaji ni kukua kiuchumi. Kwa hiyo biashara yangu nimegundua kwamba siku zote nilikuwa nafanya biashara kwa mazoea, wakati mamalisha ni biashara ambayo inaweza ukafanya na ikakutoa kimaisha. Wajasiria mali hawa wamekabidhiwa unga, majiko ya gesi, mchele, maharage maziwa, mafuta ya kupikia na bidhaa zingine za mapishi pamoja na kushiriki iftar maalumu katika ukumbi wa Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Amepewa jina la Mwewe. Ana nini amekiona leo? Karibu. Wahusika mliokuja na mpango huu wa kuweka taa hizi za barabarani, mwewe anawapa kongole kwa kuwa azma yenu kuu imelenga kupunguza ajali za barabarani. Kabla ya ufunguaji wa taa hizi, mitaa hii ya Mkomola, Kihonda, Mbuyuni na Mkundi ilikuwa na giza totoro, licha ya kuwa pembezoni kabisa mwa barabara kuu ya Morogoro inayokwenda Dodoma. Mwewe amewahi kuonyesha juu ya hali hii, mwewe amewahi amewahi kulia juu ya kadhia hii, lakini wahusika mkapiga kimya hadi sasa. Mlipoamua kulivalia njuga suala hili, mwewe anawaomba msiishie hapo, ipambeni mitaa yote ya Morogoro. Mji ulio chini ya safu za milima ya Uluguru uendelee kung'ara na kuwa salama kama ilivyokuwa zama zile za, za mji Kasoro Bahari. Sasa kwa wakazi wa mitaa hii ya Mkomola, Kihonda, Mbuyuni na Mkundi Sheli, mambo ni bulbul. Hakuna tena giza hapa nyakati za usiku. Kilichobaki ni kuimarisha tu usafi ili barabara hii iwe nadhifu. Kutoka Morogoro mji Kasoro Bahari, Mwewe amewaonyesha na anaendelea kutoa pongezi nyingi kwa wahusika. Halafu huyo ana ruka zake. Mwewe asante.